Karibu mpenzi mtazamaji wa Mtega TV katika mfululizo wa vipindi mbalimbali mbali vya mafunzo na ujuzi na wa teknolojia ya kompyuta. Sasa nitakwenda kufundisha namna ya kutengeneza Facebook page au kurasa kwenye Facebook na huu utatengeneza ikiwa tayari una akaunti ya Facebook, kama unavyoiona akaunti yangu hii hapa tayari. Sasa tutafuata maelekezo yafuatayo. Utakuja hapa kabisa, hapa kwenye mshale huu utabonyeza. Hizi ni page tayari zipo. Sasa ukitaka ku create ukurasa mwingine, kutengeneza ukurasa mwingine, unabonyeza hapa create page Ya itakuleta hapa. Sasa utachagua peji yako, unataka ni iwe ya, ni ya nini? Lengo la peji yako ni ya mtu binafsi, public figure, artist, nini. Hapa ni mtu, hapa local business, mm, biashara, mm, kampuni au mm, taasisi, taas, michezo, mm, mm, kuna mambo ya brand kujitangaza, mm, na bidhaa, mm, kwa hiyo tuchukulie mfano hapa, mimi nafungua page yangu kuhusu public figure. Ya itakuleta kama ifuatavyo. Hapa utachose category, tufanye ni ni entrepreneur. Hapa nachagua category afu unaandika jina sasa. Hapa name utaandika jina la ukurasa wako, unataka uitwaje? Kwa mfano hapa ya kwa kwangu, labda peji yangu nataka niite MC mchina mm-hmm. Utabonyeza get started. Ya, hapa nilikuwa nimeandika, watakusujestia hii hapa. Kwa mfano kwa herufi kubwa ameniambia ni invalid, invalid. Kwa hiyo wanakusujestia ufuate hii hapa, uta start. get started MC mchino ya, yeah, kama hivi itakuwa utaendelea. Sasa hapa utaandika ukurasa wako unahusu nini, ukurasa wako unahusu nini, utaandika hapo, mfano ujasiriamali. yes, utasave Baada ya kusave sasa, watataka uweke profile picture. Hiki ni kitu muhimu sana kwenye peji yako ili kuvutia. Profile picture ni muhimu sana, kwa hiyo uta upload hapa, utabonyeza upload kuweka picha hapa, uta upload. Lakini kwa kuwa hapa sitaweka picha, una skip. Unaweza kuweka hata baadaye ukimaliza, una skip ya yeah. hapa yeah, una add kwenye favorites, unabonyeza next hapo una save, una save kuna option unafletea una save ya ukisha save, page yako tayari imeshakamilika lakini kama unavyoona hatuja upload it, profile picture vile vile cover photo. Hapa ni vitu muhimu sana vitakusaidia page yako kuoneka kwa urahisi. Hii ni muhimu sana kufungua peji kwa mfanyabiashara, mjasiriamali, kwa ajili ya kutangaza bidhaa zako biashara. Ni matangazo, ni njia nzuri. Unaweza usifungue website au blog, lakini Facebook page ikakusaidia pia kutangaza mambo yako. Kwa hiyo, kama unavyoona, hii ndio jina la la page yetu vile vile sasa, unaweza kuendelea kuedit, lakini page iko tayari, umeshatengeneza. Unaweza kuendelea kuedit kuweka information mbalimbali mbali. Kwa mfano hapa kuna add button, uta add button either kwa ajili mtu kuwasiliana na wewe. Unaweza kuweka contact us, kwa mfano book now, kama ni bidhaa, call, watakupigia, contact us na vingine vingine vingi. Kwa mfano contact us, hapa utaandika sasa website au kurasa wako, afu uta create Sijaandika kwa mfano mtega, mfano hiyo hapo, mtega blog uta create, uta create yeah, unakuwa umemaliza. Kwa hiyo hapa akibonyeza, itampeleka moja kwa moja uko kwenye hiyo website au kama uliweka namba ya simu utapiga. Kwa hiyo page yetu inakuwa imekamilika kama inavyoonekana, ila bado haijalembwa lembwa. Hapa utaweka background au cover photo na hapa profile inakuwa na mwonekano mzuri nabakia kuposti vitu vyako na vikaonwa na watu karibu. Kwenye kipindi kitakachofuata, nitaelekeza namna ya ku delete sasa. Umeshatengeneza peji yako, utadiritije kama ume au uhitaji utadiritije. Asanteni kwa kutazama.